Naam, Mungu hatimaye amejitokeza na kuzungumza na Ayubu na hotuba yake kwa kweli imetushangaza sote. Badala ya kujitokeza kutoa majibu kwa maswali magumu yote hayo, Mungu ameanza kumuuliza Ayubu maswali, maswali sabini na saba kwa jumla. Sasa maswali haya yanampeleka Ayubu kwenye ziara ya ulimwengu, kutoka kwa makundi ya nyota hadi tone dogo kabisa la mvua. Kisha tulianza katika kikao chetu cha mwisho tukitazama jinsi Mungu anavyompeleka Ayubu kwenye bustani ya wanyama. Mungu anafunua kwamba yeye ndiye aliyeumba makazi ya wanyama, aliumba wanyama na silika zao za ajabu, na ikiwa ni ndege kutoka kwa tai hadi mbuni hadi kunguru na huh, kamwe hawaipuki macho ya Mungu. Hapa ndipo hoja ilipo: Ayubu, wewe pia hujatoweka kwenye rada ya kimungu ya Mungu. Sasa Mungu anaweza kuwa alikuwa akiuliza maswali, lakini maswali yake yanatoa majibu ya kina na ya ajabu pamoja na uhakikisho. Nafikiria kuhusu Mtume Petro ambaye anawaambia wale wanaoteseka wakumbuke nguvu za Mungu katika uumbaji. Anaandika katika moja Petro nne mstari wa 19, wale wanaoteseka kwa mapenzi ya Mungu waweke roho zao kwa muumba mwaminifu. Hiyo ni nzuri. Kwa hivyo mbona usichukue muda rafiki yangu kutembea kuzunguka mtaa, labda tembea msituni kanje, kwenye baraza lako la nyuma ambalo napenda na kufanya, au labda tembea kuzunguka ziwa lililo karibu. Na usitembee tu kuzunguka, tazama kote, chunguza, sikiliza, shangaa wa undani wa ubunifu na muundo katika uumbaji wa ajabu wa Mungu. Mwandishi mmoja aliweka hivi kwamba wakati mwingine ni kwa kufurahia kazi ya mikono ya muumba ndipo tunapoanza kuhisi mguso tena wa mkono wa muumba. Sawa, Mungu yuko karibu kumwonyesha Ayubu wanyama wawili wa mwisho, na wanatokea kuwa wanyama wakubwa zaidi wa nchi kavu na baharini katika uumbaji wote. Sasa tuko katika Ayubu sura ya 40 na tuko hapa katika aya ya 15 ambapo Mungu anamwambia Ayubu, tazama hamadhi niliyemuumba, kama nilivyokuumba wewe. Anakula nyasi kama ng'ombe. Sasa neno la Kiebrania kwa behemoth linamaanisha tu mnyama mkubwa. Sasa lazima niseme, nimeshangazwa na kusikitishwa na wasomi wote huko nje ambao wamependekeza kwamba behemoth alikuwa kiboko au tembo hao ni wanyama wakubwa, lakini hawakaribii kufanana na maelezo tunayopata hapa katika aya ya kumi na sita. Tazama, nguvu zake ziko katika viuno vyake na uwezo wake katika misuli ya tumbo lake. Anafanya mkia wake kuwa mgumu kama mwerezi. Uo ni mti wa mwerezi kweli. Viboko na tembo hawana mkia unaokaribia kufanana na mti wa mwerezi. Sawa, tunaendelea hapa katika aya ya 17, mishipa ya mapaja yake imeunganishwa pamoja, mifupa yake ni kama mirija ya shaba, viungo vyake ni kama mipira ya chuma. Yeye ni wa kwanza kati ya kazi za Mungu. Kwa maneno mengine, yeye ni e, eh? Yeye ni wa kwanza kwa nguvu na ukubwa. Kwa kweli Mungu anasema hapa kwamba hata kama mto Yordani ungefurika, haingemsumbua behemoth hata kidogo. Hapa chini katika aya ya 23, hakuna mtu aliye mkubwa au mwenye nguvu ya kutosha kumkamata, tunaambiwa hapa katika aya ya 24. Mungu anaelezea mnyama mkubwa zaidi wa nchi aliyewahi kuumba, siyo kifaru, siyo kiboko, siyo tembo, ni dinosaur. Dinosaur anakula nyasi kama ngombe Labda unasema moyoni mwako, lakini sijawahi kuona neno dinosaur katika Biblia. Kweli, hilo lingekuwa sahihi. Neno dinosaur halikundwa hadi mwaka 1841, wakati Sir Richard Owen, mkurugenzi wa makumbusho ya historia ya asili ya Uingereza, alipoanzisha neno hilo. Baada ya kuona mifupa ya Megalosaurus alitambua kwamba hizi zilikuwa mabaki ya kundi la kipekee la reptilia ambalo halijawahi kuainishwa hapo awali. Aliwaita dinosaurs ambayo inamaanisha mijusi ya kutisha. Sasa hatujui ni dinosaur gani Mungu alikuwa akimwonyesha Ayubu hapa inawezekana ilikuwa Brachiosaurus ambayo ingeweza kuwa na uzito wa pauni elfu tisini na kufikia urefu wa futi 75. Kwa kawaida mtu wa wastani leo amefundishwa kwamba dinosaurs waliishi angalau miaka milioni kumi kabla ya wanadamu. Kweli, kulingana na Mwanzo sura ya moja, wanyama wa nchi waliumbwa wakiwa wamekomaa, wakiwa na uwezo kamili, siku ya sita. Siku ile ile Adamu na Hawa walipoumbwa. Na hapa katika maandiko haya Mungu anamaanisha kwamba Ayubu anafahamu sana kuhusu dinosaur. Mungu anamwambia hapa chini katika mstari wa 15, angalia Behemoth, hebu tumtazame kwa kweli Ayubu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba mnyama huyu mkubwa wa nchi ambaye amepotea katika kizazi chetu, alikuwa akizunguka duniani karibu vya kutosha kwa Ayubu kuona. Unajua, niliona inavutia kwamba michoro ya mawe na michoro ya mapango na watu waliokuwa wakiishi maelfu ya miaka iliyopita ilionyesha wakifukuza mamalia na swala, na michoro hiyo maarufu, bila shaka, imeishia kwenye vitabu vya kiada ambavyo watoto wako pengine wamesoma. Kweli, kwenye kuta hizo hizo za mapango kulikuwa na michoro ya wanyama wakubwa ambao walionekana kama dinosaur. Na unajua nini? michoro hiyo iliacho kwa urahisi. Wapendwa, hatutafsiri maandiko kupitia mtazamo wa ulimwengu; tunatafsiri ulimwengu kupitia mtazamo wa maandiko. Lakini ngoja nikuambie, ikiwa unapata shida kuamini kwamba Mungu angeweza kuumba dinosauri kubwa ili kutembea wakati huo huo na wanadamu, utapata shida kubwa na mnyama huyu wa mwisho mungu sasa anazungumza hapa katika sura ya arobaini na moja ni bora ushikilie kofia yako mungu yuko karibu kuelezea kiumbe kikubwa zaidi cha majini na nitakuambia mapema kinatokea kuwa ni joka linalopumua moto na kwa njia hii ndiyo zaidi e maelezo ya kina zaidi ya mnyama yeyote katika maandiko yote kwa hivyo funga mkanda wako wa usalama Mungu alimuuliza Ayubu hapa katika mstari wa moja, je, unaweza kumtoa Leviathani kwa ndoano ya samaki au kushusha ulimi wake kwa kamba? Je, unaweza kuweka kamba puani mwake au kutoboa taya yake kwa ndoano? Mstari wa saba, je, unaweza kujaza ngozi yake kwa mikuki au kichwa chake kwa mikuki ya uvuvi? Weka mikono yako juu yake. Kumbuka vita na hutafanya tena. Sasa basi, hapa katika mstari wa kumi, hakuna aliye na ujasiri kiasi cha kumchokoza, basi ni nani anayeweza kusimama mbele yangu? Tazama, Mungu anasema hapa: Ayubu, mimi ndiye muumba wa huyu mnyama wa kutisha anayeitwa Leviathani, na ni mimi peke yangu ninayeweza kuwatawala sasa jiandaye kwa hili kwa sababu Mungu anaendelea na maelezo haya hapa. Sasa katika mstari wa kumi na nane, kikohozi chake kinatoa mwanga na macho yake ni kama kope za alfajiri. Kwa maneno mengine, ni mekundu kama damu. Mstari wa kumi na tisa, kutoka kinywani mwake hutoka mienge inayowaka miale ya moto huruka nje. Mstari wa 21, pumzi yake huwasha makaa na moto hutoka kinywani mwake. Nilikuambia ushikilie kofia yako. Hii ni maelezo ya anayepumua moto, joka. Sasa watu wanaweza kusema "Oh, hakuna njia kwa mnyama kupumua moto." Vema, utafanya nini na mende wa bombardia ambaye anapiga maadui zake mabomu ya kulipuka yaliyotengenezwa na kemikali zenye nguvu zilizohifadhiwa na kuchanganywa ndani ya mwili wake. Na vipi kuhusu kiwavi? Ina hiyo mmenyuko wa kemikali wa ndani ambapo inabadilisha nishati ya kemikali kuwa nishati ya mwanga bila kuchoma tumbo lake? Vema, hapa kuna kiumbe ambacho kilileta hofu kwa ulimwengu wa Ayubu. Sasa imekwisha kutoweka. Isaya alimwita Leviadhani kwa njia katika sura ya 27 na aya ya 1 joka lililoko baharini. Sasa kwa nini Mungu amalize maneno yake ya faraja kwa Ayubu hapa kwa kuonyesha viumbe hawa wawili wakubwa? Inawezekana ni kwa sababu walikuwa wakali sana, wakatili sana, labda hawafugiki kama matukio yaliyotokea katika maisha ya Ayubu. Wapendwa, je, hii inaweza kuwa njia ya Mungu kumkumbusha Ayubu kwamba kila kitu alichoumba Mungu anaweza kukidhibiti ili kuleta mpango wake wa mwisho kwa maisha yetu, kwa maisha ya Ayubu? Naam, tunajua kwamba hiyo ndiyo hasa somo ambalo Mungu anataka Ayubu aelewe, na tunajua hivyo kwa sababu anajibu Mungu hapa katika sura ya arobaini na mbili sasa na aya ya mbili, najua kwamba unaweza kufanya mambo yote na kwamba hakuna kusudi lako linaloweza kuzuiliwa. Tazama hapa, yupo Ayubu akiinamia mbele ya Mungu, na kwa moyo wa toba anaonyesha heshima, anaonyesha uchaji na roho ya unyenyekevu kwa Muumba wake mwenye nguvu zote, Mungu. Kwa njia hiyo ndiyo suluhisho letu hadi leo. Katika uso wa mateso yasiyoelezeka, mbele ya hali ngumu, tuungane na Ayubu hapa kwa kusema kile ambacho mwandishi wa wimbo angeweza kusema na kueleza vizuri. Labda unazitambua mistari hii: uwe na njia yako, Bwana, uwe na njia yako. Wewe ni mfinyanzi, mimi ni mi udongo.